Wiki hii kwenye Mtazamo wa Kibiashara ni kuelekea maadhimisho ya miaka mitano ya Mtazamo wa Kibiashara. Naitwa Caroline Samson, ni mwongozaji wa kipindi cha Mtazamo wa Kibiashara. Tunatamani tupate mitazamo mbalimbali ya wafanyabiashara katika pande zote mbili. Katika mwaka wa 2021 Mtazamo wa Kibiashara tulianzisha msingi, nasi tukawa nambari moja. Ilipofika 2022 Mtazamo wa Kibiashara walianza kujenga nyumba chanzo cha wao kupata taarifa za kibiashara zaidi. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ikawa nyumba ya mafanikio kwa wafanyabiashara. Cha kutusaidia sio wafanyabiashara wadogo wadogo, ni kama hivyo huyo mtaalamu wa wa, wa wa hilo jambo la kibiashara, Salma Bahame mtafiti katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara. Na mwaka elfu mbili na ishirini na nne tukafikia miaka minne ya mtazamo wa kibiashara, na hapa matokeo tukayapata kutoka mtaani, na pia nilipata wateja wengi kwa sababu wengi walifahamu Oh, nilitaka kusahau. Langu jina ni Idi Moshi, ni mwongozaji wa kipindi cha mtazamo wa kibiashara. Mimi na timu yangu kwa pamoja tunasema, miaka mitano ya kujenga kesho bora pamoja na wewe. We inspire changes. Kila siku ya Jumanne saa 11 kamili jioni, usikose kutazama mtazamo wa kibiashara kupitia kurasa wetu ya YouTube at SauTV TZ.